Ana. Swali ikibaki, je, ataweza kuizidi mafanikio ya ngoma yake iliyopita kwa jina la Woza. Hivyo basi tukae mkao wa kula kutoridhika na kitendo cha msanii mwenzake Jembe kuposti ngoma yao mpya kwenye mitandao ya kijamii kabla ya yeye mwenyewe kuifanya rasmi. Ongeza DJ Dibul ambaye ameonyesha furaha yake ya dhati baada ya kumkaribisha mtoto wake wa kwanza wa kike na dada mrembo na, na msanii Su ameachilia ngoma yake mpya inayokwenda kwa jina la Tena. Wimbo huu ni sehemu ya maendeleo yake katika Sonia, sonia, kwa Mombasa. Planet Kenya ameonyesha kutoridhika na kitendo cha msanii mwenzake Kidis De Jembe kuposti ngoma yao mpya kwenye mitandao ya kijamii kabla ya yeye mwenyewe kuifanya rasmi. Kwa mujibu wa Planet Kenya, kitendo hichi kilikuwa cha kutokuwa na heshima na haki kukubali, kwani walikuwa bado wanapanga njia bora ya kutangaza na kuachia ngoma hiyo kwa umma. Kidis Dejembe ambaye ni msanii mwenye historia ndefu katika mziki wa Kenya aliamua kushirikisha mashabiki wake kwa kuposti kipande cha wimbo huo, jambo ambalo halikumpendeza mwenzake Planet Kenya. Hili limeibua mjadala mkubwa kati ya mashabiki wa mziki, huku wakisema kwamba Kidis alipaswa kusubiri mpaka uzinduzi rasmi wa wimbo huo. Wakati mwingine, wanahisi kuwa kitendo hicho kili Kilikuwa cha kawaida katika tasnia ya muziki ambapo wasanii hutumia mitandao ya kijamii kama njia ya kutengeneza shauku kwa mashabiki wao. Swali linakuja, je, Kidis Jejembe alifanya vibaya kwa kuposti kionjo cha wimbo kabla ya muda uliopangwa? Au alikuwa anatumia mbinu ya kisasa ya kutangaza wimbo kwa haraka na kufanikisha ujio wake kwa njia bora zaidi? Kumalizia tunarudi kule kule kwenye suala la na Planet Kenya. Katika tasnia ya mziki, kuna taratibu fulani ambazo wasanii hufuata ili kuhakikisha kuwa kazi zao zinatolewa kwa njia sahihi na inayoheshimu mikakati yao ya masoko. Kitendo cha msanii mmoja kuposti kazi yao ya pamoja kabla ya muda uliopangwa kinaweza kuchukuliwa kama kuvunja mkataba makubaliano Lakini kwa upande mwingine inaweza kuwa ni mbinu ya kisasa ya kufanya mashabiki kuwa na hamu kubwa zaidi. Sasa tunachukulia wewe kama shabiki wa mziki, tuambie je, de, kiis jejembe alifanya vibaya kuposti kionjo cha colabo aliyokuwa ameshirikishwa na Planet Kenya kabla ya uzinduzi rasmi au ni jambo la kawaida katika dunia ya sasa ya mitandao ya kijamii na kwa upande mwingine, tunampongeza DJ Dibul ambaye ameonyesha amba furaha yake ya dhati baada ya kumkaribisha mtoto wake wa kwanza wa kike mm, akiwa na mpenzi wake Dorea Chege. Kwa kweli hii ni habari njema kwa mashabiki wa DJ Dibul na wote wanaofuatilia ya maisha yake binafsi na hata kazi zake katika mziki. Katika mahojiano aliyofanya hakuficha furaha yake na alitoa maneno haya yenye hisia kali, akisema kwamba nashangaa, wenye hawana watoto mnaishingi aje kwa hii life, za wanafanyaga ni wenye hamna mtoto mnaishingi aje kwa hii life, kwa nyumba na timu, kwa watu wawili hapo tu, mnashinda mkizunguka kwa nyumba. Bongobongo plus 255 Tanzania, ni kwamba mwanadada mrembo na msanii Su ameachilia ngoma yake mpya inayokwenda kwa jina la Tena. Wimbo huu ni sehemu ya maendeleo yake katika tasnia ya muziki na unaendelea kuleta mtindo wa kipekee kwa mashabiki wake. Katika ngoma yake hii mpya, Su amegusa masuala ya kihisia na maelezo kuhusu mapenzi na maisha kwa ujumla kupitia mashairi yake yenye nguvu. Na sauti yake laini amefanikiwa kuwafanya mashabiki wake kuelewa hisia zake kwa undani. Su ni msanii anayekuja kwa kasi katika tasnia ya mziki wa Bongo Flava na wimbo wake mpya tena ni uthibitisho wa juhudi zake za kuleta ufanishi, ufanisi katika mziki wake mashabiki wake wengi wameonyesha kupendezwa na mtindo wake wa kipekee na wanatarajia kumwona ufanikio zaidi kutoka kwake. Wimbo wa tena tayari umepata umaarufu mkubwa kwenye mitandao ya kijamii na mashabiki wake wanatumaini kuwa ataendelea kutoa kazi nzuri zaidi katika usiku za usoni. Kama kawaida, wananita Captain Omi, na hayo ni yote yaliweza kujiri ndani ya wiki hii. Wacha tuone wiki ijayo ni mambo gani mazuri atakaweza jitokeza, na nitakupatia update hapa ndani ya hashtag ya leo ikiwa ni furaha kwa kuwa nanyi. Na mpaka wakati mwingine, endelea kufuatilia habari moto moto za burudani za muziki hapa ndani ya Plus 254. Usikose kusikiliza hashtag ya leo kila siku Ijumaa saa kumi jioni ndani ya Dayo YouTube channel.